Lakini leo katika kipindi cha mshairi na shairi tunaye mshairi mpya ambaye ndiyo mara ya kwanza kuingia katika studio hii ya Shamsul Huda TV, na nina imani atatuletea kitu cha tofauti, kwa sababu sisi lengo letu ni kuweza kutangaza vipaji vya watu. Tumejitolea kwa ajili ya kutangaza vipaji vya watu, na alhamdulillah na wao wamejua na wametuitikia. Leo atajitambulisha kwa majina yake, tuweze kumjua mshairi huyo ni nani na ametuletea kipi. Basi tumsikilize na tuweze kustafidi kwa hayo aliyokuja nayo. Alakhi, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Mtazamaji anatamani kujua wewe ni nani na unaishi wapi makazi yako? Uh, kwa majina naitwa Huseini Usmani Omari, jina maarufu ni Pacha wa Wilaya, lakini kwa makazi nipo Handeni mjini hapa hapa maeneo ya chobo zizi ni kati. Mashallah. na wewe ni mtunzi wa mashairi na kuimba au kuna ambaye anatunga mashairi kisha wewe unaimba? Uh, mimi ni mtunzi mashallah. na kuimba mashallah. Kwa hiyo wewe ni mtunzi lakini ni muimbaji mm -hmm. e, wewe ni mtu ambaye ndio e, watu tunawahitaji katika kipindi chetu, kwa sababu kipindi chetu kina anwani ya mshairi na shairi. Tukiwa tunadili mshairi anayetunga mashairi lakini na shairi lenyewe ambalo yeye huwa amelitunga, ndio maana tumekiweka mshairi na shairi. Kwa hiyo ukija unakuja na shairi lako ambalo umelitunga mwenyewe Alhamdulillah. Na leo umetuletea shairi lenye ujumbe wa aina gani? Mtazamaji anatamani kujua huyu leo ametuletea ujumbe wa aina gani, kwa sababu mashairi haya tunayapeleka kwa ajili ya kuelimisha na kubadilisha baadhi ya fikra za watu, lakini kwa njia sahihi, ambayo mtu unaburudika na huku unapata elimu. Wewe umetuletea elimu gani ambayo ina kiburudisho ndani yake? Leo nimewaletea sababu katika dunia na ahera tumeambiwa tuheshimu sana wazazi hususan wa kike, mama zetu. Kwa hiyo leo nimewaletea shairi la mama nitalisoma kwa ufupi. E, mashallah, shukrani penzi mtazamaji. Sasa nina imani unajinoa e, ili kujua kwamba mshairi wetu Hosei maarufu pacha wa wilaya ametuletea nini katika studio hii ya Shamsul Huda TV twende sambamba pamoja ili tuweze kupata alichotuletea, lakini nikukumbushe ili, ili usije ukakosa kingine. Hakikisha ume umesubscribe, umelaiki, umekomenti ima mashallah au hata kushauri eh. Pia sisi tunapokea tu kwa eh, sababu sisi tupo hapa kwa ajili yenu. Tunatambua umuhimu wenu mkikomenti tunajua kweli watu eh, wanatutizama na wanatamani tufike mahala fulani. Karibu Pacha wa Wilaya kwa ajili ya kumletea mtazamaji na mimi hapa shairi insha inshallah. Karibu, naanza nazo salamu kuisalimu kaum. Salamu, salamualeikum ndugu zangu Waislamu salamu jambo muhimu nisikose nizamu Chakukulipa misina na kupenda sana mama. Heshima kwa mama zetu ni vyema kuwapatia, changamoto za kulea mengi wame apitia, halileo kufikia watoto twajitambua. Cha kukulipa mi sina, na kupenda sana mama. Miezi tisa tumboni mwanao uliniweka, siku zilipotimia mama ulihangaika, washika huku na huku nipate toka mwanao. Chaku kulipa sina na nakupenda sana mama. Manesi wakaingia kuja kukusaidia, nikasema mama tulia, sasa unajifungua, Mola kakujalia, mwana ukanitoa chakukulipa misina na kupenda sana mama, hata ninunu endege na gorofa zake mbiri, samani yako ni kubwa siwezi fika mwanao, kidogo changu pokea kikubwa sina mwanao chakukulipa misina na kupenda sana mama, zawadi gani ni kupe mama? Ulie ni za moyo uka mweupe, furaha ika kuka, Mola uajalie mama wote duniani chakukulipa misina nakupenda sana mama, chakukulipa misina na kupenda sana mama. Ilo ni shairi ambalo limebeba ujumbe mzito, ujumbe ambao leo mama anaonekana hana thamani, mama anaonekana si lolote, si chochote, lakini kumbuka pepo yako ipo chini ya unyayo wa mama yako, na hata ufanye wema vipi, huwezi ukalipa wema aliyokutendea mama yako. Wewe unaweza ukambeba mama yako kwa muda wa mwezi mmoja, usimshushe mama yako. Alikubeba kwa muda wa miezi tisa, tena hakushushi, akilala, akikaa, akitembea. Heshima ya mama ibaki. Ndugu mshairi wetu ambaye ni Husseini maarufu Pacha wa Wilaya. Mtazamaji anatamani na yeye kwenye sherehe yake uje umtungie shairi ima la mama yake au mwanawe au lolote lile, lakini hajui kwamba huyu uh, mimi nimependa uimbaji wake na utunzi wake na mpataji uh, kwa njia nyepesi, eh, njia nyepesi ni njia ya mawasiliano. Kwa mawasiliano ya namba ya yasi ni sifuri saba kumi na tisa siti na moja ziro nne arobaini na saba. Rudia hiyo namba: sifuri sifuri saba kumi na tisa siti na moja ziro nne arobaini na saba. Mashallah, hiyo ndiyo namba ya mshairi wetu ambaye ukitaka kumpata mahala popote kwenye tamasha la aina yeyote, huwa hachagui habagui, kwa sababu yeye kazi yake ni kuweza kufikisha ujumbe. Hakikisha unafika ujumbe wako kwa watu ambao ni sahihi na watu ambao watatendezesha lile tamasha lako kwa uimbaji uliokuwa bora zaidi hakikisha unampigia simu na unamwambia akutungie kwa namna unayotaka. Hata majina anaweza akakuwekea kwa namna unayotaka. Hawa ni mahodari, na sisi hatumleti tu mtu hata ili mradi mtu, tunawaleta watu ambao tumefanya research, tukajua ni watu wenye uwezo wa aina fulani. Wakutanishi kwenye majukwaa utakuja kupenda na utakuja kushangaa. Hii ndiyo Shamsulhudah TV. Tarajia mazuri ya Uislamu. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike. Na wewe ambaye upo tayari kufanya pambano hili, ima kugeuza meza au kiti au sturi, basi hakikisha unajipanga uzuri, maana tunao washahidi waliojipanga foleni, hali ya kuwa wamejipanga kwa vita ya kuonyesha vipaji vyao. Wa ila wasalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.